wala wa alihi wasahbihi waman sara ala nahjihi watabaa hudahu ila yaumi lmawid. Dada zangu katika imani, tutaendelea na dasa yetu kuhusu mgeni wa mwisho, sehemu ya ya pili. Dada zangu katika imani na katika sehemu ya pili, dada zangu katika imani, aa, nitazungumzia kuhusu yani jinsi tunavyoweza kumpokea mgeni wetu wa mwisho jinsi ya kumpokea mgeni wetu wa mwisho. Dada zangu katika imani, miongoni mwa jinsi ya tunavyoweza kumpokea mgeni wetu wa mwisho, kwanza kabisa ni kwa kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala, malaika wake, vitabu vyake, mitume wake, siku ya mwisho na kadari yake na, na na kadari yake na um na namna ya na, na, na, na, pili tunavyoweza kumpokea yani mgeni wetu wa mwisho ni yani, ni kwa kusimamisha swala tano kila siku kwa wakati wake msikitini kwa jamaa pamoja na Waislamu au yani, na swala ya mwanamke nyumbani kwake yani ni bora zaidi. Na katika swala hii sote tujitahidi kuwa na unyenyekevu na namna ya tatu jinsi tunavyoweza kumkaribisha mgeni wetu wa mwisho ni kwa kutoa zaka ya faradhi kwa wakati na kulingana na kiasi chake na sifa zake za kisheria. Na namna ya nne ya, kumpokea, ya jinsi ya kumpokea mgeni wetu ni kwa kufunga Ramadhani kwa iman na kutafuta malipo na jinsi ya tano ya namna ya kupokea mgeni wetu wa mwisho ni kwa kufanya ibada ya hija iliyokubaliwa, kwani hakuna malipo yake isipokuwa ni pepo, na kufanya umra katika Ramadhani kadhalika ni sawa na kuhiji pamoja na nani, na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na namna ya sita ya namna ya kumpokea mgeni wetu wa mwisho ni kwa kufanya ibada za khiyar hiyari ambazo ni zaidi ya ibada za faradhi kama vile swala zakat som na haji. Allah subhana wa taala amesema katika hadith lquds, wala yazalu abdi yataqarabu ilaya binawafil hata uhibuhu, yani, mja wangu anaendelea kujikurubisha kwangu na kwa kazi yani za kujitolea mpaka ni mpende. Dada zangu katika iman, na uh, namna ya saba ya jinsi ya kumkaribisha au kumpokea mgeni wetu wa mwisho ni kwa kuchukua hatua ya kutubu kwa dhati kutoka kwa dhambi na makosa yote, na kwa ku, yani, kuomba msamaha mara kwa mara. Na uh, e, namna ya nane ya jinsi ya kumpokea mgeni wetu wa mwisho ni kwa kuwa mkweli kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala na kujiepusha na unafiki katika kila jambo kama alivyosema Allah Subhanahu wa Ta'ala katika Suratul Bayyina aya ya tano, wama umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu ddin, na hawakuamrishwa ila wa Wamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa kumtakasia dini. Na jinsi ya nane ya tisa ya, kumpo, ya namna ya kumpokea mgeni wetu wa mwisho ni kwa kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake, na hili linaweza kupatikana tu kwa kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam kama ilivyokuja ndani ya Quran sura al-Imran aya 31 thalathina moja, anasema uh, Allah subhanahu wa ta'ala

Nifuateni mimi na Allah subhanahu wataala atakupendeni na atakusameheni madhambi yenu. Na jinsi ya kumi ya namna ya kumpokea mgeni wetu wa mwisho ni kwa upendo kwa ajili ya Allah subhanahu wataala, na chuki kwa ajili ya Allah subhanahu wataala, na urafiki kwa ajili ya Allah subhanahu wataala, na uadui kwa ajili ya Allah subhanahu wataala. Hili linahitaji yani, upendo wa waumini hata kama wako mbali na kuwachukia makafiri hata kama wako karibu. Dada zangu katika imani na upendo, dada zangu katika imani na upendo wote iwe kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, katika hali zote mbili za raha na dhiki. Na mapenzi kwa ajili ya asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala ni kama wa, yani washiriki katika miali ya moto. Dada zangu katika imani, aina ya kumi na moja ya jinsi ya kupokea mgeni huyu. Uh, we, mgeni wetu wa mwisho ni kwa kumcha Allah subhanahu wataala na kutenda yaliyoamrishwa na Allah subhanahu wataala na kuridhika na tuliyokadiriwa na Allah subhanahu wataala na kujiandaa kwa ajili ya siku ya kiyama. Hii ndiyo asili ya kweli, dada zangu, katika iman aina ya kumi na mbili o, oh, jinsi namna ya kumi na mbili ya jinsi ya kumpokea mgeni wetu wa mwisho ni kwa kuepuka ubadhirifu. Amesema Allah subhanahu wataala katika Quran sura Al-Isra, aya ishirini na sita

Na, uh, Imam al-Bukhari na, Imam Muslim na, uh, na, na namna ya kumi na tatu ya jinsi ya kumpokea mgeni wetu wa mwisho ni kwa kuacha chuki, kuacha husda, kuacha uadui na kuacha kuwakashifu Waislamu wanawake na wanaume

kula lmuslim al ala lmuslim haram damuhu wa malihi wa irdhihi rawahu. Yani muslim yani, amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam kuhusu hilo, kuwa mwislamu ni ndugu ya mwislamu mwingine, hamdhulumu wala hamtupi, yani hamtengi wala hamdharau. Uchamungu uko hapa, uchamungu uko hapa, akaashiria kifuani mwake. Kwa hivyo, uchamungu hauko katika mavazi au hauko katika vyakula tunavyokula, la hasha Mtume sallallahu alaihi wasallam ameashiria kuwa uchamungu taqwa huna akaashiria kifuani mwake kuwa uchamungu uko katika kifua, na akaashiria mara tatu. Ni ubaya kwa mtu, dada zangu, katika iman, kumdharau ndugu yake Muislamu. Kila kitu cha Muislamu ni kitakatifu kwa Muislamu mwingine, damu yake na fedha zake. Haya yamepokewa na Imam Muslim, na namna ya kumi na nne ya jinsi ya kum, kumkaribisha au kumpokea mgeni wetu wa mwisho ni kwa kuamrisha mema na kukataza ma maovu na kuwalingania watu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa njia ya hikma na mawaidha mema. Na namna na ya kumi na tano ya jinsi ya kumpokea mgeni wetu wa mwisho ni kwa kuwa mwadilifu baina ya watu na kushirikiana katika wema na ucha Mungu, kama asemav, asemavyo Allah subhanahu wa ta'ala katika Surat Al-An'am aya ya mia moja na hamsini hamsini na mbili anasema Allah subhanahu wataala, wataawanuu ala wata ala al-birri wataqwa wala taawanu ala al-ithmi al wal-udwan. Nasaidianeni katika wema na ucha Mungu, wala msishirikiane katika dhambi na uadui. Na namna ya kumi na sita ya jinsi ya kumpokea mgeni wetu wa mwisho ni kwa kushikamana na maadili mema kama vile unyenyekevu, rahma, subra, upole na kudhibiti hasira na ukarimu na kuacha majivuno, ubakhili, uovu na kadhalika. Na namna ya kumi na saba ya, ya kumpokea mgeni wetu ni kwa kutimiza haki za watoto wake kwa eh, haki za watoto na haki za wake kwa u yani ukamilifu kabisa na kuwafundisha yanayohitaji katika mambo yao ya kidini. Amesema Allah Subhanahu wa Ta'ala katika sura At-Tahrim aya ya sita, qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha nnasu walhijara, jilindeni nafsi zenyu na ahli zenyu, na moto ambao kuni zake ni watu na mawe. Ama dada zangu katika iman, namna ya kumi na nane ya, ya kumpokea mgeni wetu wa mwisho ni Yaani kurudi kutoa salamu kwa kusema Mungu akurehemu kwa mtu anayepiga chafya kwa na, yani kwa, na, kwa kuheshimu wageni na majirani na kustiri aibu za watu pale wanapokosea.

Dada zangu katika imani, namna ya kumi na tisa ya kumpokea mgeni wetu wa mwisho ni kwa kuwa na wivu juu ya heshima ya mtu na kuepuka kutazama vitu vilivyoharamishwa mitaani au kwenye TV na, na, mitanda, na mitandao za kijamii. Dada zangu katika imani, namna ya ishirini ya ku kumpokea mgeni wetu wa mwisho ni kujiepusha na mazungumzo ya upuzi. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala katika Suratul Qasas aya ya hamsini na tano, anasema wa idha sami'u laghwa a'radu anhu, na wanaposikia mazungumzo ya upuzi wanajiepusha nayo. Na dada zangu katika imani namna ya ishirini na moja ya jinsi ya kumpokea mgeni wetu wa mwisho ni kuwapenda masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam na kujiepusha na kuwachukia au kuwatukana. Amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam kuhusu hayo, man sabba ashabi fa alayhi laanatullahi walmalaikati wannasi ajmain Rawahu At-Tabarani. Yani, yeyote anayewatukana maswahaba wangu, laana ya Allah, ya malaika na ya watu wote itakuwa juu yake. Haya yamepokewa na At-Tabarani na At-Tabari na imethibitishwa na Al Albani. Dada zangu katika iman, namna ishirini na moja ya kumpokea mgeni wetu wa mwisho ni kwa kuwapatanisha watu na kuleta suluhu ya kudumu baina yao. Amesema Allah Subhanahu wa Taala katika Quran surat Al-Hujurat aya ya kumi, innamal muminuna ikhwatun faaslihuu baina akhawaykum" waumini ni ndugu, basi suluhisheni baina ya ndugu zenu. Na namna ya ishirini na moja ya kumpokea mgeni wetu wa mwisho ni kwa kujiepusha kwenda, yani, kwa wapiga ramli, wachawi, waganga na kadhalika. Amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam, man ata kahinan au urafan fasadaqahu bima yaqulu fakad kafara ala muhammad sallallahu alayhi wa sallam, yani mwenye kwenda kwa, kwa mpiga ramli au mtabiri na kuamini anayoyasema amekufuru yaliyoteremshwa kwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam, rehema na amani zimshukie. Haya yamepokea na Imamu Ahmad na Imam Abu Daud na Atirmidhi. Na dada zangu katika imani, kadhalika, namna ya mwisho ya kumpokea mgeni wetu mgeni wetu E, wa mwisho katika maisha yetu ni utiifu, kuwa na utiifu kwa wanawake au kuwa na yani, utiifu wa mwanamke kwa mumewe, utiifu wa mwanamke kwa mumewe na kuhifadhi mali, watoto na kitanda chake. Amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam: idha sallat mraata khamsan wasamat shahriha wa farjaha waataat zaujaha qila laha udhuli ljannata min ayi abwab ljanna, yani mwanamke akiswali swala zake tano akafunga saumu yake ya faradhi akamtii mume wake, akawa na subra katika ndoa yake na akahifadhi utupu wake, ataambiwa siku ya Kiyama, ingia peponi katika mlango wowote wa pepo unayotaka. Haya yamepokewa na ibni hibban na imethibitishwa na al albani. Tunamwomba Allah subhanahu wataala atujalie sote tuwe tuwa, yani tu, tujiandaye katika mapokezi mema ya mgeni wetu wa mwisho ambaye ni malakal maut. Shukran jazila wa barakallahu fiku.